Kwa hivyo endoskopia ya juu ya GI ni nini? Endoskopia ya juu ya GI ni wakati gastroenterolojia wa matibabu anapopitisha bomba ambalo lina kamera iliyounganishwa kupitia mdomo wako kupitia umio hadi kwenye tumbo lako. Hii itatusaidia kuangalia sehemu ya ndani ya njia yako yote ya mmeng'enyo kupitia tumbo au sehemu ya kwanza ya duodenum. Unaweza kuona hii kwa wakati halisi, kile ambacho husaidia Endoskopia inaweza kutusaidia kugundua vidonda vidogo, aina yoyote ya kutokwa na damu, polipu yoyote kwenye tumbo au hata uvimbe. Sasa inaweza pia kutusaidia kugundua hali kama vile esofagaitisi au gastritisi. Endoskopia ni kipimo rahisi ambacho mikononi mwa wataalamu huchukua karibu dakika moja tu kukamilisha kipimo chote. Itakuhitaji kufunga kwa muda wa takriban saa mbili au zaidi kidogo. Sharti pekee ni kuwa na tumbo tupu wakati kipimo hiki kinapofanywa ili kupata matokeo bora zaidi.